Hebane, habari ya saa hizi, habari ya jioni, habari ya mchana, nimepitaje, na habari ya asubuhi kwa wale wengine. Kuna saa hizi ndio wanaingia kuwa asubuhi, na wengine saa hizi ndio wanaingia kuwa usiku, na wengine saa hizi ndio wanaingia kuwa mchana. Inamaana masaa zinatofautiana. Hii ni Kivu Live TV kutoka katika nchi ya kidemokrasia ya Kongo, Sid Kivu, Uvira Kasenga aveni hazuhuri nimekaranti banae bana, e, bana e, lisemwalo lipo na kama alipo lipo njiani. Kabla sijaongea lile lisemwalo, ama kama sijaongea lile ambalo lipo njiani, tunakukaribisha kusubscribe, kushare, kulike, kucomments. Tunakukaribisha kujiabone kueme kukomante na kupartaje juku na kuwa wa kwanza kupata habari zetu, vile vile kwenye tuvuti za Facebook na YouTube na eh, tuvuti za Facebook, Instagram na Twitter. Eh, tunakukaribisha kufollow akonti zetu na kulike na kushare na kucoment. Vile vile tunakukaribisha kuziswivre akonti zetu za Facebook, eh, Twitter, Instagram,

na kuzisivure njuko na kuwa na wa kwanza kupata habari zetu Facebook na Twitter na eh, Snapchat utakuwa na kuwa wa kwanza kabisa kupata habari. Yaani acha niende kwa ile habari ambayo wanasemaga Lisemo lipo na kama alipo njiani. Yaani nitawajuza. Leo nitaongea habari tatu. Nitaongea habari ya kwanza kuhusiana na mpaka eh, wa Burundi na Kongo. Habari ah, ya pili nitaongea ni kuhusiana na huyu jamaa ambaye eh, alienda kwa baba Manuu hiyo eh, jana eh, askari wa afedelere twigwaneho kule Minembwe. Na habari ya mwisho ambayo nitagusia itakuwa ni habari ya majeshi wa Rwanda kukimbizwa katika mainchi tofauti tofauti na kusema hawahitajiki tena kuwa walinzi wa mainchi hizo. Eh bwana, acha niende moja kwa moja kwa habari ya uhusiano wa barabara wa, wa wa wa kivuko. WhatsApp inadai kuwa ubalozi wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC nchini Burundi ungefungua orodha ya orodha za usajili wa Wakongomani wanaotaka kurejea kwa ihari Uvira, katika jimbo la Kivu la Kusini. Uvumi huu ulisa, ulisababisha raia kadhaa wa Kongo E, kuonekana mbele ya ubalozi wa DRC nchini Burundi wakiwa wameshawishika wame na mchakato rasmi wa kurudi kwa hiari unaoendelea. Balozi wa DRC nchini Burundi, William Mlamba e, ma, madika alikanusha rasmi taarifa hii inabi, inabainisha kuwa ubalozi hauna mamlaka wala mamlaka ya kuandaa kuidhinisha au kuanzisha urejeshaji wa hiari wa wakimbizi wa Congo. Ubalozi hauna haki ya kufungua mpaka wala kuidhinisha kurejesha kuwa wakimbizi katika nchi yao. Jukumu hilo liko kwa UNHCR, serikali ya Burundi na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Congo. Baada ya tamini yao awali, wali ya usalama alisema, ebo, niliwaambia alisema alo lipo na kama lipo lipo njiani, nalipo njiani hapa sasa. Kuna tetezi zilivuma kusema kuwa wakongomani viko natoka mu Burundi na wanaenda mu Kongo, na yote tetezi ilikuwa kwa kongomani wa mingi viko napita munjia ya mai, viko napita njia ya Kasenyi, Biko napita njia ya Chivitoki kule kuma vitoki kule viko na pita Katumba banapita Rumonge banaenda Uvira na banaenda kimagendo, yeah. Hizo taarifa zilivuma sana Burundi na president wa Burundi akatosha droa ya kusema ke ki... mwenye banabana afungiwe na apate malipizi sawasawa sawa, na mwananchi Bakaambia watu wenye biko mafamili yake baikale na amani. Watu wenye biko mukambi baikale batulie bitafika muda batarudi bataenda. Bakambia watu wengine wenye biko biko na mza karazagara bangalisha bitakala lakini piko watu wengine wenye awasikia yake wanakoga na masikio yenye iko blendi. Bakaendelea na wengine walikuwa na banio na piko mwe mbonera kure chivitoki libani wako.

Wakati walifatilia mamedia za Burundi zilifatilia na mambo mengine, yalifatilika na pale kia gundua ke palitoka siri ya kusema ke piko pali, ba kongomani yuko naenda jitarisha pale, ba convoi gouverneur eh na ambasadere ndio alianza kuandikisha pale, kusema ke wanajisikia kurudia Uvira, barudie waende wajiandikishe, na wajisikia hivi waende wafanye hivi orkini ya bongo

nao waende tusaidie kule kufanya makazi, tubebe watu ya mabanki, tubebe watu ya hivi mer de la ville

mie ni atumikega na guvernere, mie ni atumikega na guvernere. Sasa kama mie atumikega na guvernere, guvernere aende uvira ni ache bama na nilivuka mie sindajitapa. Jita hapa nilikuye kuunani kuorde the misu ya uya, yani ambasaderi, sindajitapa. Batu wakatembeza kuma WhatsApp, batu wakatembeza, wakatembeza, wakatembeza, wakatembeza, wakatembeza abari za uongo, abari za wongo, abari za wongo. Tuwache kuwa natembeza habari za vongo ama tuwache kuwa nasema habari za vongo zinatui mwanzo ama mwishu. Uliza kwanza zile habari juu upate kujua hii habari, mkujua nini iko hivi. Twende Minembwe, muvita nyilikuwa Minembwe juzi, walizivulana wakazivulana, Koloneli Watwigwaneho Gimino, Watwigwaneho na Ngomino alimaliziwa na FARDC kule Minembwe, apre kumaliziwa na ba FARDC kule Minembwe, saizi familia yake iko na lia. Sai nyena akili sawa, familia yake iko na lia sa vile walimutumaka, esi walimutumaka sa niliposti foto yake, piko wanaume wenye barajiamini yaka walisema anatuachia bibi yake

naona mesaji nyingine ya mtu akanambia wewe oh. Njoo vuni nisikie kama ku combat hivi kuna ndio naweza pata mtu mwandaza ndio anisha pale kwa combat hivi ngambia, bwana mimi siavuliaga ataki hata wiro ya governor nyingine mwa mwa governor. Maana mimi ndio UI vile ya ambassador kama yuko na ndiki kama waandiki. Maana kimi kwa niko onoka. Nikisema onoka kwetu tunamsemaga eh, ni mkifuni mlugha kwetu. Onoka ni nani? Mushenzi, ni kwangu mushenzi. Ni aba Burundi siapa Afrika kana spice kwa mfano na shota gani, uliza mimi kama kwa ambassador. Hiyo ambassador kwanza na yeye hata kwenye anakuwa ga Burundi. Manake tuko na suite ama tuko na ongea vitu, tuko na suite ya yeye ya bien. Hapana kusema juu ya kusema, hapana kusema juu ya kuyua kama unataka information mapema, hapana kusema juu ya hivi, hapana kusema hapana. Ukiyua kama uko na information anakuambia ki, kwa ambassador yuko anaandikisha tafutisha ile information yeye. Okay, uliza watu wa hukoBurundi upate kujua kama ni kweli ama ni wongo. Unaposti Abo katasikuposti megani yako. Na hapa batu wengine wanaposti juu ya megani yao, telefoni ni yao, kila kitu ni kiao, wenyewe wanaposti wanajisikia. Huyu naye kamanda wa Twigwaneho alikufa naye kwa jabu yuwai. Alilala mulongo juu ya buyuwai. Aliacha bibi yake na watoto. Oh, mtoto wake ule pala kali kidogo, bibi yake ule pala kali kidogo, umwa hivyo wa kutamu tu.

kamanda wa Twigwane ambaye alituacha duniani na akaenda kwa hera mapeponi. Twende ku habari za Rwanda. Ebana ba soda ya Rwanda waliwafungia eh, kuendelea kuchunga ama kuendelea kuwa mu nani mu mo, Umoja wa Mataifa inyo eh inyo de securite bare batosha ba muwe make abata mu mo, munisiko make mu Rwanda atakuye bale ba bote benye biko rale ba munisiko eh go tsinto na munisiko wengine kwa na baitaga ya ICU make kila peyne ko mu mo, munisiko mu vale Rwanda bale mtosha parce que mu Rwanda bakiona ni kidulu kya tumbu sio mtu wa muzuri

Kwa Rwanda, nani pei ya Rwanda kk baprezida na baministri watafanya kwa ngambo ya mapigano, maana tuko na masuja eh, wa nguvu sana na wakatutia nafasi ya Monisco

utaanza na monisko ya ya Kongo pale, kumbe ni Sudan na unajiona naye Uvira, akasema vi fulani wapo kwa wapi? Labda uko Bulaya hapo kwa wapi? Labda uko Uganda hapo kwa wapi? Labda uko South Africa, akasema hivi fulani mimi na mwiwa biko hivi ni hapo. Ile kitu moja ikakuwa inaheshimisha sana watu wenza kwa juu, kuna sababu bazungu wa Indie wa Pakistan wanatoka kule, wakifika hapo wanasema na wenzao juu, wanajuana

Comment channel yetu jiabone comante partage na ujikaze kuheme. Juko na kuwa wa kwanza kupata habari kwa mapindo pindo kwa mapema sana. Ewe bana, acha nikutakia usiku mwema na nikutakie jioni njema kwako, tunafika mwisho wa kipindi chetu.